Ni katika ibada ya Jumapili kwenye kanisa la ACK eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, ibada iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ibada iliyotoa nafasi murwa kwa viongozi hao kuzungumzia baadhi ya masuala yanayoendelea kujitokeza katika ulingo wa siasa hasa baada ya rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kutia saini mkataba wa makubaliano. Sikia rais akituita wakabila. Tukimchagua tulijua yesi mkikuyu. Si situlijua We knew. Gachagua akichukua fursa hiyo kupinga madai ya rais kuwa anajaribu kuliunganisha taifa na kudokeza kuwa rais Ruto anapania kuziunganisha jamii zingine dhidi ya jamii zilizo katika eneo la Mlima Kenya. Yase mwenye ukabila ni yeye. He is trying to unite other communities against one community. But uzuri, other communities are happy with those people of the Mount Kenya. Tumetafuta marafiki wengi na haiwezekani. Unatuambia unaunganisha wa Kenya. Umerete Raila muunganishi wa Kenya, ani rigah sio Mkenya. Yeah, rikubari tumbebe kwa mgongo. Saidiyo Raila ndiyo bibi mzuri sana wakati wa kutafuta kura alikuwa wapi hiyo bibi? Huwezi kutupa bibi na watoto, halafu unaenda kusema kwamba unaunganisha ja, nanihii nyumba ya jirani, si huo ni unafiki? Gachagua akimtaka rais kutowanyanyasa viongozi wa maeneo ya mlima Kenya, akibaini kuwa tangu kubanduliwa kwake viongozi wa maeneo hayo wameendelea kuangaishwa, baadhi yao wakitimuliwa kusimamia kamati za bunge. We want to call upon the president to stop the purge against the leadership of the Mount Kenya region. Mimi nilikuwa nazuia akifuta watu sasa, ile aliniondoa, amepata mlango, imefunguliwa hao machairmen yote kutoka mlima amefukuza. Zaidi ya hayo, Gachagua amemkosoa rais akidai kuwa miradi anayozingatia kuendeleza haina umuhimu kwa wananchi, usemi ulioungwa mkono na viongozi waliandamana naye wakiongeza kuwa baadhi ya miradi inayoendelezwa na serikali imefeli. Mr President, affordable housing is not a priority for the people of Kitengela. Inafanya. Inafanya. Universal funding model inafanya. Aidha, Gachagua amewataka wananchi kuwa na subira kwani anapania kuzindua chama chake hivi karibuni akisema chama hicho kitaleta mabadiliko makubwa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Chama iko tayari, lakini sikatangaza yule jamaa. Unajua, ninamjua <laughs> si ninamjua? So me iko tayari, tutatangaza tutakuwa na launch kubwa. Muigie gari. James Mwangi, Undugu TV.